Ayasisi onyowe. Sasa wakati zoezi la kukabidhi kadi inaendelea, sote tunatakiwa tunyoshe mkono wa kulia tuinue juu. Binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. Nitaitumikia nchi yangu na watu wake wote. Nitajitolea nafsi yangu kuondosha umaskini, ujinga, magonjwa na dhulma. Rushwa ni adui wa haki, sitapokea wala kutoa rushwa ni cheo ni dhamana cheo. Sitatumia cheo changu wala cha mtu mwingine kwa faida yangu. Nitajielimisha kwa, nita kwa kadri ya uwezo wangu wangu na kuitumia elimu yangu kwa faida ya wote. Nitashirikiana na wenzangu wote kujenga nchi yetu. Nitasema kweli daima na, kik, na kundi kubwa la watu wenzangu ambao tumekuja hapa kwa sababu mtu, ile hospitali tuliyokuwa tumeona hospitali ile haina muamana na magonjwa mengi yametushinda. Kwa hiyo tumeamua kuhama hospitali ile tukaingia katika hospitali hii hapa. Kwa hiyo namuomba daktari aweze kunitibu magonjwa yangu ya moyo nilionayo katika moyo. Nimechoka kuzulumiwa na nimechoka kuhala, kuhangaishwa kila siku kwenye chama cha ACT.